Nakuhusieni kama ambavyo napaswa kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah tabaraka wataala. Jambo la kumcha Allah ni wasia wa mwanzo na wa mwisho ambao Allah ameutoa kwa waja wake, wanakare wassaina alladhina utul utu lkitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah kwa hakika tuliwapa wasia waliopita kabla yenu, na wasia huo tumeuleta tena kwenu nyinyi, ya kwamba mafanikio yenu katika dunia na akhera ni kuishi katika utaratibu ambao Mungu amehuridhia. Na ndiyo maana tukaletewa masiku kama haya ya msimu ya vipindi, masiku ya mavuno, masiku bora na malengo yake akawa ni kufikia katika daraja hiyo ya uchamungu. Allah tujalie miongoni mwa watakaofikia katika daraja hizo na watakaopata neema hiyo ya Allah tabaraka wataala. Mada yetu ya leo ni imani sahihi ya siku ya kiama, na matunda yake au athari zake au faida zake katika maisha yetu ya kila siku, maisha ya mtu mmoja mmoja na maisha ya jamii kwa ujumla. hujumla alimanu biyaumil qiyamati wa atharuha fi hayatina alyaumiya au fi hayati alfardi waalmujtamaa. Mada hii nitakwenda nayo katika namna mbili ambayo moja, nitawasilisha mimi kwenu, lakini mwisho nitafungua uwanja, nataka ushiriki wenu. Sijui kama mihadhara ileokudida tumekwenda hivyo, au mimi nitakuwa wa mwanzo, lakini ningependa mimi iwe hivyo. Kama sehemu ya kwanza niende nayo, lakini mwisho huko tushirikiane katika kufikia au katika kulieleza lengo la madege. Yaumu lqiyama, qiyamu maana yake ni kisimamo. Kwa hiyo yaumu lqiyamati maana yake ni siku ya kisimamo, na siku hii kwenye Qurani ukitazama katika mtiririko wa sura mia moja kumi na nne zilizokuja kwenye Qurani utaikutia imetajwa katika sura mbalimbali mbali, na imekuja kwa majina mbalimbali. Takriban ufatiliaji yangu wa uandaji wa himada, nimegundua au nimeona takriban imetajwa au imekuja kwa majina ishirini na nne kwenye Qur'an, imekuja kwa mafuhumu au kwa maana ambazo zote zinashikana katika jambo moja, pamoja na kwamba imetumia ya maneno yanayotofautiana katika mjengeko wake, lakini kwenye maudhui ya aya ambazo ukifuatilia katika majina haya utakutia zinazungumzia kitu kimoja ambacho ni kurejeshwa viumbe kwa Mola wao baada ya kumalizika uhai wa ulimwengu kwa ajili ya kulipwa juu ya utumishi walioufanya hapa wa duniani. Allah amawalita viumbe akamwambia Nabii Adamu, ihbithu minha jamia ba'dukum libaadin aduu walakum fil ardi mustakarun deleni huko duniani nyote kwa pamoja, wewe na mke wako na aliye washawishi mkala mti mlioambiwa msukaribini. Tunasoma katika Bakara kwamba Allah amemweka Nabii Adam na mama yetu Hawa katika janna <coughs> na akaambia, wala watakaraba hadhihi shajara tafatakuna minadh-dhalimin lakini tunasoma pia kwenye Qurani, shaitani kwa chuki zake, na hapa ndio inadhihirika ile kauli ya Allah, inna shaitana lakum aadun fattakhidhuhu adu. Shaitani kwenye ni adui, na nyinyi chukueni tahadhari zote za kumfanya na kumkabili kama ni adui, simfanye ni rafiki au mshauri. Huyu ni adui, anatueleza Allah kawaendea Adam na Hawa, walipowekwa kama ni kituo cha muda hivi, kwa sababu hapa alishatangaza zamani, inni jailun fil ardhi khalifa. Kwa hiyo kituo cha mwisho cha mama ni mama Hawa na baba yetu Adam ilikuwa ni kuletwa duniani, lakini kwa mnasaba gani au kwa sababu gani? Hapa hiyo aliificha mwenyewe, akataka kuidhihirisha kama ambavyo imedhihiri kwenye boa Shaitani kawaendea akawashawishi, kwa ushawishi wa uongo fadallahuma bigururi, kawapa dalili za udanganyifu, kawadanganya, kawapia manahakuma rabbukuma an tilkuma lshajara illa an takuna malakaini au takuna min alfalidin hini yamjakatani wa kula ule mti isipokuwa mtakuwa malaika wawili hivi au mtakuwa katika wale watakuishi milele, na kwaambia wainni nakumalabina mm -hmm. nasi ii na kupedela sana, wakala baada ya kule, akadhihiri yale ambao Allah aliyastiri kwa Mungu. Sasa mahali pale ikawasio kituo chao tena, katika hali ile ambayo ilishabadilika kabili, ndio waletwa duniani na wakaambia, mtakuwa na makazi huko mpaka muda fulani hivi ambao tukimaliza dunia na mtarudi tena, minha khalaqnakum wa fiha nuidukum wa minha nukhrijukum. Lakini Allah akatahadharisha, waimma yatiannakum minni huda, ama utakapokujieni kutoka kwangu muongozo, sheria ya utumishi, utaratibu wa uwajibikaji, ufanyaji wa mambo yenu ndoa zenu, malezi yenu, kula kwenu, biashara zenu, utawala na vitu vyote Allah vileta katika mwongozo wa Qur'an, faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, hawatukuwana hofu katika maisha yao ya dunia, wala hawatukuwana hofu watakaporudi akhira. Kwa hiyo akhira yenyewe au kurejeshwa kwenyewe ndio hicho kiama. Baada ya kumalizika kwa uhai wa ulimwengu tunaoishi, tutarudi katika kituo cha nne barzakh, na tutarejeshwa tena katika kituo cha tano ambao ni maute kotera. Tumepita katika vituo vitano, anatueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu man kutiba anyujada fi hadi fala budda min anyamuha ila halsi marabi, kila aliyaandikiwa apeko hapa duniani lazima apite katika vituo vitano. Tumeshapita mabwana viwili, tuko kwenye cha tatu, marhalatu ruhi, kituo cha kuumba roho zetu huko na Allah akatuita sote katika migongo wazazi wetu, akatuuliza alastu bi rabbikum, tukajibu sisi bala. Kisha akasema nimekuiteni antakulu yauma alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin sisi hatukuyajua haya. Kwa hiyo tuliitwa pale sote tukashuhudishwa na kuna mambo yakaandikwa, sio mada yetu. Akatuleta tena anga katika kipindi au kituo cha pili, katika matumbo katika rahimu, akatuweka pale. Napo hapo kuna mambo tukayaandika vile vile, kwa ushuhuda wa malaika, andikeni hili na hili na hili, tukayaandika. Sasa tuwe kituo cha tatu, marhala tutulia Kituo cha utendaji, kituo cha utumishi, kituo cha dhamana, kituo cha majukumu, kituo cha ibada, kituo cha kumwonyesha Allah kwamba kweli sisi ni makhalifa ambayo tunaisimamia na kuiendesha dunia. Lakini sio mwisho hapo, tutakwenda kituo cha nne cha barza, ambapo wenzetu mataifa na mataifa, mamiaka kwa mamiaka, wamelala hapo na tunawapeleka kila siku, na sisi talala, ila ayaritha Allahu larda al wa man alaiha. Na mwisho utarudi katika hiyo kituo cha mwisho ambacho ni kiama. Sasa tunapaswa sisi kama waumini kuamini jambo hili na tunapaswa kuliamini kwa dalili ambazo zimekuja kwenye hiyo sheria yenyewe. Allah ametuwekea sisi kitabu al-mastur na kitabu al-mandhur. Kitabu al-mastur ni Qur'an, tunayoisoma na miongozo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama kitabu al-mandhur ni ulimwengu, na ziko aya nyingi. Anatuambia afala tubesuru, afala taqilu afalaa tubsurun albab taqilun li ulil albab ya yadhakarun. Tena anasema sa inna fi khalqi samawati wal ardi Whtilafi llaili wa nahari la ayati iuliaa Allah, wanaongea na watu thinkers, watu maprofesa, watu wa bunduzi, watu wasomi, watu watafiti, wamtazama ulimwengu namna alivyoviweka hapa. Kaumba ardhi siku mbili, kaumba mbingu siku mbili, kayaweka kati ya mbingu na ardhi kwa siku nne, zikatimia sita alizotueleza kwenye Qur'ani ndani yake mna miujiza na maajabu ya kuonyesha ukubwa na utukufu wake. Anatutaka tuone sisi, anatutaka tuligundue hilo, anatutaka tuyatafiti hayo, tuyathibitishe. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusi, tutaonyesha dalili zetu, ukubwa wetu, uwezo wetu, uwepo wetu <coughs> fil afaqi, katika anga za mbali, kwenye maspesi huko wa fi anfusihim, na katika nafidha, hata yatabayana lahum annahum, mpaka iwaibainikie. Sasa huwezi ukalale ikakubainikia, unatakiwa ufanye research, unatakiwa ufanye utafiti, unatakiwa uyatalana. Majina yaliyokuja ni mengi, tutayataja yale aneetaa kufanya kufatilizi Iliingiza kwenye programu ile ya Qur'ani jina moja baada ngine, ya jingine atakuletea sura au aya ambayo jina hilo limetumika na maana yake iliyotumika imekuja kwa maana: swaa alhaqa alkaria al alwakia yaumu lwaid yaumu lmauud

yaum lkhuruj yaumu lmashhud yaumu lhasra yaumu lzilzala, alsaa alghashia na alakhirati. Kiyatazama hayo tutakutia ni ishirini na nne kwa idadi, na yote yamekuja kwenye sura na aya kama tutakavyoona katika mtiririko.

Hakika yote mnayowahidiwa ni yenye kutokezea katika uhalisia wake. innahum yaraunahu baida wanarahu kariba. Adilla ziko nyingi, takriban Qur'ani yote ni dalili na bil akhas katika sura hizi au majina haya ambayo tumeyazungumza, lakini sitoweza kulichukua moja baada ya jingine tutakwenda katika muktasari kwenye Qur'ani kwanza, tukitazama Surat At-Taghabun nambari saba, aya na nambari nyingine mbalimbali. Allah anasema za'ama alladhina kafaru allan yub'athu, wamedai na kujigamba na kujitaka kwa wale waliokufuru ya kwamba hawatafufuliwa, na wakaleta hoja mbalimbali juu ya maisha ya kidunia

wanamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, man yuhyi lidhama wa hiya rami, ni nani atakayethubutu kuirejesha tena hii mikupa ya yakuwa iko vumbi, ukinna mnapeperuka na upepo? Wakajibiwa, kulu yuhyiha alladhi anshaha wara. Kwa hiyo katika sura hii Allah anatueleza wako waliodai ya kwamba hawatofufuliwa, walijitazama nguvu zao wakatazama mamlaka yao, wakaangalia alivyoimarisha ardhi. Wa amaruha aktharu mimma amaruha, waliimarisha ardhi kuliko ambapo sisi pengine tumeimarisha hivi. Walifikia ustaarabu hali ya juu, ndio maana hata Farao alipokuwa na challenge Musa, akawaambia watu wake, in hadhani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihirima wayadhhaba bitariqatikumul muthla. Hawa ni wachawi wawili tu wamekuja na ujanja wa wa kichawi, wakutoweni katika ardhi yenu kwa uchawi wenu na wakuondoweni katika ule ustaarabu wenu na maendeleo, mila, desturi na utamaduni uliokwisha kujengeka na kuimarika vizuri, kwamba walijiamini watu wana uwezo na kwamba maswali ya imani ya kuondoka ni mambo ya hadithi, ihali kulelaulela